Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Amen. Ndugu zangu katika Anglican Catholic Church nchini Tanzania, kama tunavyojulikana, Episcopal Anglican Province of Tanzania, ndugu zangu wa Anglikana wote katika Tanzania na ndugu zangu wa Tanzania, nilitamani sana kuwepo nchini Tanzania katika ziara yangu ya kiwaskofu katika jimbo la Tanzania mwezi wa tisa kanisa. Najua kwamba maandalizi yote tuliifanya, ili nije katika ziara ambayo inatakiwa kufanyika kwa ajili ya kueneza utume wa kanisa letu katika nchi na visiwa vya ta Tanzania, lakini kama mnavyojua, tulilazimika kuahirisha ziara hiyo kwa sababu za kiusalama na kwa sababu ambazo ziko nje si uh, ya uwezo wetu, ili tusiweze kuliingiza ziara ya kiwaskofu katika sehemu mbalimbali za nchi pamoja na yale yaliyokuwa maandalizi ama uh, matayarisho ya uchaguzi mkuu katika Tanzania. Kwa hiyo tuliamua tupishe, uh, hayo yafanyike Uh, ili tu siasa ziendelee na uchaguzi umalizike, uh, na tulilazimika kuwailisha kwa sababu hiyo. Lakini pamoja na hayo yote, nilitoa wito kwa kanisa na jimbo letu kuendelea kusali juu ya kuiombea nchi uh, ili i, iwe na haki na haki za amani na maendeleo katika nchi jimbo letu Ninaongozwa na nguzo nne, ninazisema hizi kila wakati, kwa sababu ndicho kitu tunachokiamini kwamba ni ibada. Sisi ni watu wa ibada, ibada inaozaa, inaozaa haki, inaozaa amani na inaozaa maendeleo. Kwa hiyo tuna jukumu la kudumisha vitu hivyo tunapoingia kanisani na tunapotoka, tuna jukumu la kutimiza nguzo zetu zote. Kwa hiyo tu nilitoa wito katika kila sehemu kusali, kuiombea nchi. Amani. Ninasikitika kama askofu wa Tanzania, um, naposikia juu ya mambo mbalimbali yanayoendelea na nilitazamia nirudi Tanzania mwezi huu wa kumi, uh, lakini bado hatujapewa uh, bado, uh, uh, Aa, ama hatujamini taarifa mbalimbali zinazoonyesha kwamba bado kuna wasiwasi wa hili na lile unaendelea. Kwa hiyo tumeahirisha hata mwezi huu wa kumi aa, na mwezi huu wa kumi na moja aa, kwamba tuiache tu hali itulie kabla ya kuanza kupanga safari mbalimbali katika maeneo yote ya Tanzania yanayohusiana na utume wa Askofu. Napenda leo hii niwatangazie kwamba baada ya kusali sana na kujadiliana pamoja na maaskofu wengine katika Anglican Catholicism na na kuangalia mambo mbalimbali basi safari yetu ya kuja Tanzania aa, tumeipanga itakuwa ni katika Juma takatifu la Kwaresma. Kwa hiyo tutakuja Tanzania mimi pamoja na maaskofu wengine aa, na itakuwa ni mwezi wa mwishoni kuelekea mwezi wa nne hapo mwishoni mwishoni wa mwezi wa tatu, lakini itakuwa katika Juma takatifu lile la Kwaresma kuelekea Pasaka. Huyo ndio itakuwa wakati wetu kuja katika ziara ya kiwaskofu nchini Tanzania katika kipindi hiki. Ni waombe sasa, tuna maandalizi ya muda ambao unatosha ya kuyafanya kila kituo cha ibada Ninaomba maandalizi yaendelee katika kufundisha hasa wale watarajiwa uh, wa daraja takatifu. Maandalizi yaendelee katika uh, kuandaa vipaimara. Maandalizi yaendelee katika mambo yote yanayohusiana na ziara ya mabaskofu. Tutaendelea uh, kuwa na vikao mbalimbali katika maandalizi hayo na kupanga, lakini pia ni waombe, um, nafikiri mwezi wa tatu na mwezi wa nne ni muda mzuri, tuwache kipindi hiki sasa. Mvua um, karibia zinaanza. Uh, shughuli za kilimo ziendelee, uh, na mambo mengine yaendelee. Uh, nafikiri mwezi wa tatu na mwezi wa nne Mungu atajalia mvua uh, zitakuwa zimekoma, mazao yatakuwa yamekamilika, mavuno. Basi safari ya baba askofu itakuwa njema na rahisi. Katika kipindi hiki ni waombe wale wote wanaoendelea katika kujifunza kuelekea daraja takatifu, mwendelee katika kufundishwa, mwendelee na kuimarika katika yote mnayofundishwa. Niwaombe mashemasi wakuu wote kuzingatia utume wao, vika kwa kila mahali waendelee kuzingatia utume wao, na Wakristo tuendelee na dhana yetu ya ibada kila Jumapili. Mimi niwatakie siku njema, maandalizi mema. Mwezi wa, wa tatu si mbali, si mbali. Tuna mengi ya kufanya. Basi Mungu atutie nguvu tunapoelekea katika tarehe mpya ya kumkaribisha askofu na maaskofu wengine watakao patana nao katika kulitembelea jimbo la Tanzania. Yesu Kristo Mwokozi wetu, haleluya. Episcopal Anglican Media maisha yanayohubiri.